Vyote ambavyo waliviweka kama vi mashtaki iliyo ni mashtaki dhidi ya ya hiki kikundi ya AFC M ishirini na tatu itakuwaje mashtaka ya Kabila ijapokuwa wao wenyewe wanaendelea sasa leo kuongea na hiyo kikundi cha AFC M wanaongea pia na na hiyo Rwanda, angekuwa kweli ana lazima apate kwa yote ambayo inapita huku ngambo za mashariki kwa nini hakuwashtaki kwa njia moja lakini wakati ni mazungumzo kabila hahusishwe kuwa ndiye mkubwa wa hii eh, kikundi ya M ishirini na tatu hii ndiyo inakuwa ikishangaza naam bwana Ferdinand Kambere ukiangalia nini chanzo cha yote haya hadi kufikia kutuhumiwa makosa kama hayo kwa rais wa zamani wa DRC bwana Joseph Kabila chanzo ni ile ya kusema ni kisiasa tu anaona njio njia apitie pale kwa kuzuia mwanasiasa rais wa zamani Joseph Kabila Kabange asifanye siasa, aweze kujitawala mwenyewe aturudishe ndani ya njia ya udikteta, na ngambo ya mashariki mtu asisemee tena hiyo vita ambaye ameiweka kule mwenyewe na hii vikundi vya AFC M ishirini na tatu hiyo hii inakuwa ndiyo miradi yake. Kwani pale tunakimbizia tunafukuzia, inaonekana kama yeye anawaza akaleta vitisho ya aina yote kwa rais wa zamani Joseph Kabila Kabangi. Itakuwa njia fupi kwake kuigeuza hata katiba kuu. Hii ndio njia, njia yake. Lakini sasa, kwa nini mwenyewe rais Joseph Kabila amezuru miji ya Goma na Bukavu, wakati ambapo ni miji ambayo inasadikiwa kuwa chini ya udhibiti wa kundi la waasi wa FCM ventra Goma ni maeneo yake ambayo anapashwa kuishi wakati akosa usalama ngambo ya huku eh, ngambo ya uwesi. Kwa nini asiangalie fasi ingine ambako anaweza ikala Kenya ile wa ambayo wanapashwa kutia kama mastaki, ni kuonyesha kama kweli na yeye amehusishwa na mipango yote ya kuanzisha vita au ya kuendesha vita, hakuna mtu mmoya aliyeleta hii tunaweza ita kama preve kanuni ambayo inaweza ikakubalike mbele ya mahakama. Na sasa unafikiri baada sasa ya kutolewa kwa hukumu hii nini kifuatacho? Sisi tutaendelea kumwonyesha Chisekedi kama ameifata njia iliyo mbaya, na katiba mkuu kama yeye hawezi kugusa, alete mawazo yake na kabadili katiba kwa faida yake mwenyewe haitawezekana. Tutaendelea kumsimamia mpaka siku zake zinaendelea kuzorota, atafika mwisho hapa karibuni ka,